Uh, tuko hapa mamba yeah. Mutu, yeah. Mutu, kwa mutumbu, kwa yeah. Njo ilimeza mutu hii iko hapa. Iliwa mutu alikuwa mutumbu alikuwa enda kuloba njo mamba njo hii yenyewe ilimkamata, njo ilikufa. Njo hii mamba yenyewe nakufa hapa, iliuiwa njo iko hapa na hii <laughs> njo luama iko nateremuka, mamba iko pembeni yake tu hapa <inaudible> Tuko kulama kabisa hivi, ndio penye mamba difia hapa hivi.